Karibuni wasikilizaji wa redio Mbiu sauti ya faraja katika kipindi hiki, kipindi kinacholetwa na Padre Stanslaus Mutajwaha, mkurugenzi wa shule ya Wauso Secondary School inayojengwa au iliyojengwa kumwenzi huyu tunayekutana naye katika sanda ya Torino, shule ambayo maana yake ni kwa heshima ya uso mtakatifu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Leo ni siku ya tatu ya mfululizo mfuru wa tafakari yetu juu ya mateso ya bwana wetu Yesu Kristo katika mwanga wa ripoti tunayokuta katika sanda ya Torino. Leo tutazungumza juu ya siri msingi mojawapo ya shuka hili iliyofumbuliwa na kamera ya mwanasheria. Karibuni wasikilizaji, nitaanza kwa nukuu: kama sanda ingekuwa ni kazi ya mchoraji, tungekuwa tumeisha ifichua hiyo miaka mia iliyopita. Mwisho wa nukuu. Hayo ni maneno ya Ras Brault, mpenzi wa sanda ambaye amezungukia makanisa na vituo mbalimbali vya kitaaluma Marekani, akitoa mafundisho na ushuhuda kuhusu sanda ya Torino. Picha nyororo zinazoonekana kama vivuli kwenye sanda ni negativu ya asili kwenye nguo ya kitani. Mtu yeyote mwenye ufahamu wa elimu ya fotografia na mchakato mzima unaohusika katika utoaji wa picha za negative, sentensi hiyo ni ngumu sana na kupokelewa. Mtu atakuangalia kwa macho ya kutokuwa tayari kukuamini, lakini baadaye ataweza kujaribu kutoa maelezo fulani. Ni kwa sababu sisi tunajua maana ya negative. Tulio wengi tutakuwa tumewahi kuona picha za aina hiyo, lakini kabla ya kuzaliwa kwa teknolojia ya fotografia, wazo la negativu alikuwepo kabisa. Ikumbukwe kwamba ilikuwa mwaka 1816 mgunduzi wa ufundi wa fotografia Nicephore Niepce alipofanikiwa kutengeneza foto kwa mara ya kwanza bila kuwa na uwezo wa kuziosha alifanikiwa kupiga na kuziosha picha mwaka 1822. Ndiyo sababu vizazi vyote vilivyobahatika kuitazama picha ya sanda ya Torino kabla wazo la fotografia halijazaliwa katika ulimwengu, visingeweza kuona wala hata kuwazia kwamba picha ya sanda ni negativu. Hali ya picha hii ya kuwa negative itakuwa imechangia kuwafanya watu waieleze kama picha ya sanda kama akairopoyotos, neno la Kigiriki linalomaanisha isiyofanyika kwa mikono. Wao hawakujua, lakini sisi tunajua, na jambo la ajabu ni kwamba kutokana na viwango vya ujuzi tuliofikia sasa hivi, sisi tunazo sababu kubwa zaidi ya kuendelea kuziita picha za sanda akairopoyotos, tena kwa uhakika zaidi. Sisi tunajua kuliko walivyokuwa wanajua wao kwamba picha hizi zinazo mambo makubwa sana, tena zaidi ya kile ambacho kinaonekana kwa macho. Tunachoweza kurudia kwa msisitizo ni kwamba picha hizi hazikufanyika kwa mkono wa binadamu. Ni siri hii ambayo sehemu yake iligunduliwa bila kutazamiwa na mwanasheria mmoja aliyeitwa Sekondo Pia. Aidha, kwa hatua yake ya ugunduzi wa siri hii milango ilifungukia sayansi nayo na ikapata kuingia katika utafiti wa sanda kama fumbo la kisayansi unaoendelea hata leo. Pendekezo la kuipiga picha sanda ya Torino lilitolewa na Padre Noguel Marija, mwalimu wa fizikia na kemia, alipomwomba mmiliki wa sanda wakati ule Mfalume Umberto wa kwanza wa ukoo wa Savoya mwanzoni labda kwa sababu za kiimani, aa, na wasiwasi kuhusu usalama wa sanda, mfalme alisita. Baadaye mfalme alimkubalia, basi akateuliwa Sekondo pia aipige picha katika kipindi cha maonyesho ya hadhara ya mwaka 1898 na Sekondo pia alipiga picha ya kwanza tarehe 25 mwezi Mei mwaka huo 1898. Na pale ambapo siku hizi mpiga picha angetumia filamu yenyeti na nyembamba sana, vilikuwa vinatumika vioo vilivyopakwa kemikali ya madini yanayofaa kutokana na mchakato wa mwangaza. Picha alizozipika siku hiyo hazikutoka vizuri. Siku tatu baadaye, yaani tarehe 28 Mei mwaka 1898, Sekondo Pia alichukua picha nyingine kwa ajili ya picha ya kwanza. Mara hii Sekondo Pia alitumia dakika 14 za kufungua jicho la kamera. Hii inaitwa camera obscura au chumba cha giza. Kwa ajili ya picha ya pili akatumia dakika 20. kisha akazipeleka filamu zake katika chumba cha kusafishia, akaziweka filamu zake katika kemikali ya kuoshea Sekondo Pia alitazamia kwamba baada ya mchakato kukamilika ndani ya filmu yake ataona picha ya negative, lakini kwa mshangao mkubwa akaona kwamba picha ya mtu wa sanda inaonekana kuwa picha halisi wakati kila kitu kinachomzunguka mtu huyo ni negative. Ujuzi wake wa mabadilishano ya mwanga na no vivuli katika mchakato wa fotografia ukamwambia kwamba kumbe bila shaka picha ya mtu wa sanda katika sanda ni negativu ya asili. Sekondo pia alibaki katika mshangao mkubwa. Mshangao wake unaendelea hata leo katika akili ya wanasayansi wa siku zetu. Picha hii imetengenezwaje? Tena bila kalamu, bila brashi, bila kemikali, kwa ufupi bila kitu chochote Imetengenezwaje? Hiyo ni siri ya kwanza ya picha hii. Baadaye tutaiangalia siri ya pili inayohusu tabia ya pekee ya ujumbe wa kimahesabu kwa mielekeo mitatu, three dimensional property. Katika mazungumzo yafuatayo, tutaona jinsi ugunduzi wa Sekondo pia ulivyopokelewa na ulimwengu wa sayansi siku zile zilipotoka habari za ugunduzi wake. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na kesho, siku ya Jumamosi, tutaendelea na tafakari yetu kwa kuiangalia hii picha ya ajabu, picha ya sanda ya Torino, katika kile ambacho tutaita upelelezi tiba unavyojaribu kutoa jibu kwa fumbo hili. Asanteni kwa kunisikiliza.